Hujambo na karibu. Familia ya Daniel Nderitu, mwanamume aliyeripotiwa kupigwa risasi na kuuawa na afisa wa polisi katika mtaa wa London Estate, jijini Nakuru, imevunja kimya chake siku mbili baada ya tukio hilo la kusikitisha. Kwa mujibu wa familia, Nderitu alikuwa miongoni mwa kundi la vijana waliokuwa wakijiburudisha katika mtaa huo mnamo Jumamosi jioni, wakati maafisa wa polisi walipotokea kwa lengo la kuwatawanya. Katika harakati hizo, polisi mmoja aliripotiwa kufyatua risasi, ambayo ilimpiga Daniel, na kusababisha kifo chake papo hapo. Familia hiyo sasa inataka maelezo ya kina kuhusu kilichotokea, ikishtumu polisi kwa kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya raia wasiokuwa na silaha. Tuko na haki ya kuishi hapa Kenya, hapa hivi ndio tulizaliwa, hapa hivi tunaishi, tunastahili tuishi hapa hivi, hatuwezi enda nchi nyingine. Hii ndio nchi yenye tuko. Justice, fazika kwake juu mwanzo Nderitu alikuwa na bibi na watoto wanne. Bibi yake aliaga four years back, na sasa hii ndio amerudi ameaga, amewacha watoto watoto wamebaki sana i jukumu sisi tukawa nini kama ndugu zake tuangalie watoto. Kaka yake marehemu akizungumza na wanahabari alisema Tulipokea taarifa kuwa ndugu yetu ameuawa kwa kupigwa risasi, lakini hadi sasa hakuna maafisa waliokamatwa wala maelezo rasmi kutoka kwa polisi. Tunataka haki, hatutakubali tukio hili kufunikwa. Mashahidi waliokuwepo wakati wa tukio hilo wamedai haku kuwa hakukuwa na vurugu yoyote iliyohitaji matumizi ya risasi na kwamba afisa aliyefyatua risasi alionekana kuwa mwenye hasira na aliyejihisi kutopingwa, kuwa na kazi yote inafanyika Kukuwa na mtu anapita naona, na kila mtu alikuwa anaogopa, huenda hawa vijana pia wanaweza fanya nini, wanaweza kuambia aje, ulikuwa unataka kubeba nani? Na sisi tunaomboleza. Tume huru ya uangalizi wa polisi IPOA imethibitisha kuwa imeanzisha uchunguzi rasmi, huku idara ya upelelezi wa jinai DCI ya Nakuru, ikielekezwa kukusanya ushahidi na kuwahoji mashahidi wa tukio hilo. Kwa sasa mwili wa marehemu umehifadhiwa katika hifadhi ya maiti ya Nakuru Level 5 Hospital, huku familia ikihimiza serikali na vyombo vya usalama kuhakikisha kuwa aliyehusika wanachukuliwa hatua haraka. Kwa mara nyingine, tukio hili limeibua maswali kuhusu mafunzo, nidhamu na matumizi ya silaha miongoni mwa waafisa wa polisi nchini. Wanaharakati wa haki za kibinadamu wameitaka serikali kuweka mikakati thabiti ya kudhibiti visa vya mauaji kiholela. Nikiripotia Kifagio Media Team, ni mie wako Daniel Jonathan almaarufu JD. Usisahau kupiga like, kusubscribe na kufinya kengele.